Nata mpira haya, tuangalie. Haya, nini kitakona kutokea nafasi hiyo? Hey! Meopoza mpira Mustafa, Haruna Haruna! Hey! Hamisi amepiga fataki! Hey! Hey! Hey! Hey! Lakini alicho alichokipangua hakikuwa kingine zaidi ya kupangua tu hewa hewa, eh! <laughs> Haruna Khamis piga fataki ile pale mekubali. Moja sifuri, moja sifuri. Kipanga moja KVZ sifuri, moja sifuri Fredrik, Friedrich, aya ametoa pasi Haruna Yule yule, yule, yule. Haruna Khamis anapiga Roshika. Lina mrusha mashariki mpira unakwenda magharibi Kipanga na nikabao la pili KVZ sifuri. Angalia kazi le pale Haruna aliupiga mpira kwa mguu wake wa kushoto na prele pale, ukanyoka moja kwa moja kwenye kimia, nyavu zimetikisika.